Kwa Stela na siku, imekuwa safari ndefu kuwafikia malengo yake. Ni simulizi la mwanamke aliye na miaka ishirini na mitano ni mama wa watoto watatu na aliufanya mtihani wa darasa la nane mwaka huu. Nasiku, mzaliwa wa kaunti ya Samburu, aliozwa akiwa na miaka kumi na miwili na shangazi zake, lakini pindi lilitendeka hilo, alitorokea kaunti ya Nyeri na mumewe na kwanza maisha mapya mwaka huu alitahiniwa kwa KCPE pamoja na kifungua mimba wake Eric Lequarie. Kinaya ni kuwa alimbwaga katika mtihani huo. Mama na siku alipata alama 256, ilhali Lequari alipata alama 241. Sikuwa ichukua kitabu nikasoma After dropping the school 12 years ago, sikuwa ichukua kitabu, kitabu tena kitabu nimechukua two weeks Kabla tuanze mtihani wa KCPE. Though sikuwa na matumaini ya kupata 256. Lakini after nilienda na matokeo ilito, ilipotoka jana, kitu kwanza nilishukuru Mungu sana kwa sababu nilijiona ya kwamba ningekuwa nime kwa darasa ama ningekuwa nimelipa mwalimu yeyote niweze kusoma, singepata 256, ningepata 4 and above. Lekwarie alikuwa na sababu ya kushindwa na mamake. Nilishindwa kwa sababu Uh, nilikuwa na stress sababu ya mama yangu, alikuwa akija usiku ananisaidia homework, saa zingine aki akisema atafanya mtihani napatwa na stress. Mpaka siku ya KCPE ilipofika, niliposikia naenda kufanya mtihani, nilistuka sana na nikapatwa na stress. Hata hivyo katika simulizi lake na siku, alibubujikwa na machozi akiikumbuka safari yake ya kiu ya elimu, ambayo anasema kuwa haijafikia ukingoni. I'll struggle. The way I'll struggle. Mwanawe pia licha ya kubwagwa na mama yake, ana matumaini ya kufaulu katika mtihani wa kidato cha nne. Huyo mtihani mwingine wa KCSE results zikianansiwa, najua nitakuwa nimemshinda na marks yangu itakuwa juu. Kibarua sasa ni kumtafutia mwanawe shule ya upili atakayojiunga nayo, kisha pia atafute yake, bila kusahau majukumu yake ya uzazi nyumbani. Kwa sasa na siku anafanya kazi ya kuwatunza sungura katika kampuni ya Rabbit World. Kennedy Mureithi, QTV.